Kia nguvu kia uweza, vile vitu alivyokuwa anafanya Yesu, kina Petro wakaanza kulifanya vile vile. Kina Petro alifufua, kina alifufua Dorkasi, kina Petro aliweza kumponya kiwete aliyokuwa kikaa kwenye sinagogi pale akiomba omba, wakamwambia tulichonacho ndicho tunachokupa, inuka na uondoke. Sasa akapokea uponyaji kwa sababu alikuwa amemfuata Yesu kwa muda mrefu, wakajikuta wamekua Haleluya! Bwana Yesu asifiwe! Tumeumbwa kwa namna hiyo, kitu tutakachokifuatilia hata kama upendi kuwa kile, acha acha kukifuatilia. Kama upendi kuwa kitu fulani, acha kujifuatilia. Kama upendi kuwa mzinzi, acha kusikiliza manyimbo yanayohamasisha uzinzi, acha kuangalia hizo picha zinazoonesha mambo ya uchuchi na nini, achana nazo hapo ndipo utaweza kujizuia, utaweza kumiliki mwili wako tena. Vinginevyo mwili wako utakumiliki, utakuendesha kuzini, utazini na utaenda kujificha kanisani. Kanisani hautakuwa salama. Yesu alisema tukikaa ndani yake na maneno yake, atakaa ndani yetu, ndio tuombe tunachokitaka, ndipo atafanya. Lakini wengi hatumo ndani ya Yesu, tumo ndani ya kanisa ndio maana mambo yetu hayaendi, tunaomba mambo hayatokei. Tunatamani baraka za rohoni, lakini hazibiliki mwilini, kwa sababu bado hatujakizi vige vigezo. Namna tulivyomfuata mda tuliolipa kumtafuta haulingani na ukubwa wa vitu tunavyovitaka. Gharama tuliolipa ni ndogo. Paulo alikaa akifundishwa na Mungu na Yesu mwenyewe kwa muda mrefu sana kama wa miaka mitatu kama wezi kama wale wanafunzi wengine, Yesu akimfundisha akimwelekeza vitu. Ndipo hapo na yeye na Paulo akaanza kufanya mambo ambayo na kina Petro alikuwa anayafanya, ni mjiza na yote ambayo Petro alifanya na Paulo alifanya. Bwana Yesu asifiwe. Jina lako barikiwe. Amen, Hallelujah. Amen, Hallelujah. Amen, Hallelujah. Amen. Amen. Sasa tuwe ndani ya Kristo. Tuwe ndani ya Kristo. Tukiwa ndani ya Kristo tunajijua sisi ni kina nani na watu watatuchukulia kawaida tena. Tukianza kuleta vitu ambavyo kwenye jamii ilikuwa vitegemei, wataanza kujiuliza wao ni wakina nani? Kilicho msaidia Yusufu kuingia kwenye uwaziri sio elimu, akusomaga hata kidato kimoja, lakini karama ya Mungu iliyotumika kutafsiri ndo, ndoto, ndoto na kuiponya nchi kwa muda wa miaka saba ya, ya njaa ambayo dunia yote ilikuwa inahangaika kwa jili ya njaa, kupitia kutafsiri ndoto kuinosuo nchi akatumikiwa waziri mkuu, akawa anapanga chakula kiweci kupitia ndoto hiyo kutafsiri akaponya hata watu, watu wa nyumbani kwake. Vinginevyo Yakobo angekufa, Israeli historia yake ingeishia hapo. Lakini kwa sababu ya yakaama ya kutafsiri ndoto, Israeli ikapata rehema. Israeli ikahamishwa kutoka kule ikaja kuishi kwenye nchi ya uhamishoni kwa uhuru na kwa heshima. Kutokana na nini? Na ndoto iliyotafsiriwa na Yusufu. Kwa kila mmoja kikijua eli nane kwa Mungu, hizi dharau wanazotudharau zitabadilika, zitakuwa heshima tukidumu kutenda mema kama tulivyoonyeshwa. Dharau wanazotudharau zitabadilika kuwa heshima. Huyu Mungu tunamtumikia watamuheshimu ikiwa ataleta matokeo kwenye maisha yetu. Lakini ikiwa sisi bado, na sisi tuko vile, shida zinazowapiga wengine na sisi zinadupiga hivyo hivyo, huyo Mungu tunayemwabudu watamwaminije kama hawatamuona kupitia sisi? Kama maisha yetu hayatamtukuza tamtukuza yeye, watayaminije maneno yetu? Yesu alikuwa anawaambia kama msadiki, basi maneno yangu, hebu angalieni hata matendo yangu yanahayanashirii iki chokizungumza Yesu alikuwa anaoneshaga pande mbili. Anaonesha upande wa maneno ya manenoa hekima. Hekima aliyokuwa akizungumza mpaka wanaanza kuwaza huyu jamaa darasani ya kuingia hii hekima katolea wapi? Mune ni hekima ya tofauti. Kila swala anaolileta mtego analitatua analifumbua. Wakamletea mpaka mwanamke mzinzi kumtega, waone alifumaniwa waone atahukumu vipi, tahii kesa ta itatuaje? ita, ita, ita, yatapingana ita, na maelekezo ya Torati yeah. Na Torati ilikuwa inasema mwanamke akikuta anazini apigwe mawe mpaka afe. Saka ka amemleta yule mzinzi, hiyo wamtege wam mkamati waone kama atapilisha hukumu, waaseme kwamba huyu hajazini bana, muacheni. Akasema wa kwanza sasa mbaje kufanya kosa lolote, ntataka kwanza kupiga mawe. Wale waliokuja kushtaki itabidi wa anze kujikataa mmoja mmoja, kila mmoja na njia yake, sio kuja wameungana, wamemshikilia mwanamke yule. Kila mmoja akapita njia yake, kaondoka, kuinuka hivi utakuta wote hawapo. Yesu akamwambia akamwambia, na mimi sikuhukumu, ondoka zako, usitende dhambi tena. Bwana Yesu asifiwe, jina Bwana barikiwe. Dharau wanadharau ni kwa sababu huyu Yesu Hatujakupaa vizuri vizuri, hata hajakaa ndani yetu. Akikaa ndani yetu, hatutaogopa sumu. si wanazoziweka z kwenye nga migahawa, sababu Yesu alisema kwamba hata tujapokula vitu vya kufisha haviwezi kutudhuru kwa sababu ndani yake tunakuwa kiumbe kipya, kale yote yanapita. Yani anaoua wengine sisi, anakuwa hayana uwezo kwa sababu tunakuwa na uzima, tunakuwa nao kila wakati. Magonjwa yanakuwa hayana nafasi pamoja nasi. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe.